Baada ya kufungua Premiere Pro utakutana na welcome window, na katika welcome window itakuongoza sehemu ambayo uweze kutengeneza new project, lakini vile vile itakupeleka sehemu ambayo itakuwezesha kufungua project, kutengeneza new project na nikitumia neno project ni kazi yoyote ambayo tutakayoifanya kwa kutumia Adobe Premiere Pro. Na nitakufahamisha jinsi ya kutengeneza new project, lakini vilevile kama unataka kufungua project ambayo umeshawahi kuifanya, utakuja katika sehemu ya open project. Kama huoni hivi, unaweza kuja katika sehemu ya file, halafu utaenda new project. Baada ya kubonyeza new project utakutana na Windows ambayo itakuongoza wewe kuweza kuandika kwa mfano jina la project yako ambayo unataka kuifanya na kuchagua location ambayo unataka kusevu hiyo project yako au kazi yako. Kwa hiyo katika project name, sisi katika mafunzo haya tutafanya project ndogo ambayo tutatengeneza video kwa ajili ya nature, yani mazingira. Sasa hapa tutaandika nature video katika sehemu ya jina. Kwa hiyo natumai wewe una video zako tofauti tofauti ambazo umeziandaa, utalipa jina ama utaandika jina kulingana na hizo video zako ama project yako inavyoelezea. Baada ya kuandika jina la project yangu, nitaenda kuchagua location ama sehemu ambayo nita save kazi yangu, kwa mfano desktop, halafu nitatengeneza new folder na nitalipa jina la nature video. Baada ya hapo, nitabonyeza create, halafu nitabonyeza choose. Kwa hiyo hapa nimechagua tu sehemu ambayo nataka ni save kazi yangu. Kwa hiyo ukishakuandika jina na kuchagua sehemu ambayo nataka ku save kazi yako, uta create project.